Sina mashaka kabisa kutokana na aina ya uzalishaji ambao unaitumia kwenye eneo lako la ufugaji ambao unafanya, lakini eh, changamoto kubwa ambayo naweza nikaiona kwenye ufugaji ambao unafanya ni kutokana na mfumo ambao unaotumia kwenye masuala mazima ya kuweza kuwapatia kuku wako chakula. Inawezekana kabisa kuna mfumo ambao unaotumia kwenye masuala mazima ya kuhudumia kuku wako ili kusudi wapate chakula ambao unaleta changamoto ambazo zinaweza kusababisha kuku wako wanapatwa na magonjwa mengi sana. Kupitia hivyo, ningependa nikupe faida za huu mfumo wa kulishaji ambao mimi naotumia kwenye eneo langu la ufugaji wa kuku, na unanipunguzia changamoto nyingi sana, ambazo huenda nisingetumia huu mfumo, ingekuwa ni shida sana kuweza kuzitatua changamoto ambazo zingeweza kutokea kwenye masuala mazima, mazima, mazima ya ufugaji ambao ninaofanya. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji, hasa eneo linalohusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku au wanyama wengine. Twende pamoja. Huu mfumo ambao unauona hapa ni mfumo ambao ni rahisi kwanza kuutengeneza, lakini pia ni mzuri sana kwenye masuala mazima ya kuwafanya kuku wako wawe na ukuaji ambao unaleta matokeo mazuri, kwa sababu unasaidia sana kuweza kuepusha changamoto mbalimbali mbali ambazo zinaweza ikatokea kutokana na jinsi ambavyo unafanya ufugaji wako. Ukiangalia hapa, hizi ni feeders ambazo nimeziweka hapa nje na hizi feeders zipo katika eh, mwelekeo toko tofauti. Kwanza kabisa kuna hapa feeders ambazo zinaelekea huku, lakini pia kuna feeders ambazo zinaelekea mkono wangu wa kushoto, lakini pia mbele pale kuna feeders ambazo zinaelekea eh, kule kuelekea kwenye ule mti. Hizo zote ni feeders ambazo nazitumia kwenye masuala mazima ya kuwapa chakula kuku wangu kipindi ambapo nikianza kuwahudumia chakula. Faida ya mfumo huu ni kwamba kwanza kabisa ni rahisi kuwahudumia kuku wako kama utaanza kuwapatia chakula, ni tofauti na mfumo mwingine ambayo huenda hata we unaitumia, kwamba unaanza kuweka chakula huku, kuku wanakula chakula, pindi utakapomaliza kuweka chakula, unajikuta huku mwanzoni huku wameshamaliza chakula chote, kwa unajikuta unashindwa una ufanyeje. Lakini kupitia mfumo ambao mimi naotumia, nahakikisha naweka chakula kwenye hizi feeder zote kwanza pasipo hata kuku mmoja kugusa kile chakula ambacho nimekiweka, kwa hiyo inanirahisishia sana mimi kuwahudumia kuku kwenye wakati wa kuweka chakula. Lakini faida ya pili ni rahisi sana kwa kuku wote kukua vizuri. Hii inatokana kwamba unapoweka chakula, baadaye unakuja kushusha fida kama hivyo. Ukishaishusha, inamaanisha kuku wote wataanza kula chakula kwa wakati ule ule ambao umeshawashushia fida ambayo ilikuwa na chakula na hii inaleta utofauti mkubwa sana na mfumo ambao unaitumia unajikuta, eh, kuku wengine wanashindwa kukua vizuri kwa sababu ya kushindwa kupata chakula kwa wakati, kutoka kwamba wale wakubwa wanakuwa na nguvu za kuweza kugombania chakula kwa haraka kuliko wale ambao wanakuwa na umri au umbo dogo kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Lakini faida ya tatu ni kwamba inanirahisishia sana kupunguza changamoto za magonjwa, kwa sababu mfumo huu jinsi ambavyo eh, nimeweka ni kwamba inakuwa ni ngumu sana kwa kuku kuweza kufanya njia yoyote ile ya kuweza kukichafua chakula. Na kama kuku waweza akichafua chakula inamaanisha kabisa kwamba atakula chakula ambacho nimekiandaa mwenyewe na ni chakula ambacho kinakuwa na ubora ambao unatakiwa, na hii ni kutokana na kwamba hizi feeders zipo juu. Kwa hiyo kama zipo juu, kuku akianza kula chakula achafui chakula ambacho nimekiweka. Hii inarahisisha sana kupunguza changamoto za magonjwa, hasa magonjwa yanayotokana na, na mfumo wa chakula kama vile typhoid au cholera pamoja na magonjwa mengine lakini pia faida ya nne, ambayo inaambatana huu mfumo ni kwamba inakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya tathmini ya kwamba ni kuku yupi hapati chakula na ni yupi ambaye anakula chakula kipindi kizuri zaidi cha wewe kuweza kutambua aidha kuku wako wana changamoto au hawana changa, changamoto ni kipindi ambacho utakuwa unawapa chakula kuku wako, na kupitia mfumo unanijulisha vizuri sana kwamba ni changamoto gani ipo kwenye kwa kuku wako, kwa sababu nikishaanza kuwapa chakula au kuwateremshia hizi feeders, kuku anze kula wote, nateremsha kwa wakati mmoja na wakishaanza kula wote, wanaanza kula kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yule kuku ambaye hatakuwa kwenye hizi fida anakula chakula inamaanisha kabisa kwamba atakuwa na changamoto, na inakuwa ni rahisi kwangu kuweza kuchukua hatua ambazo zinasaidia kuweza kuleta matibabu kwa haraka, ili kusudi pasiwepo na changamoto kubwa zaidi. Inawezekana mifumo ambayo naitumia kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku katika masuala mazima ya kulisha kuku inakuwa na changamoto nyingi sana, jikuta kuku mwingine apate chakula, ukishaweka chakula na hauwezi ukajua huyu kuku amekula au hajala, lakini ukitumia mfumo kama huu unakusaidia sana kuweza kujua ni yupi ambaye amekula chakula, lakini pia ni yupi ambaye hajapata chakula. Inawezekana kabisa vitu vingi ambavyo unavyofanya kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku vinakuletea negative impact. lakini cha kushauri tu ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo utavifanya au utavifahamu ukiendelea kujifunza kupitia kuangalia video zangu kwenye channel ya Colend Farm, ili kusudi uweze kufaidika na eh, elimu ambayo naitoa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku pamoja na wanyama wengine. Itakusaidia sana. Asante sana, tukutane katika video nyingine.